Kitabu cha Isaya sura ya hamsini na tisa na ya sitini. Ndiyo, kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa, ikiwa ni siku nyingine tena nzuri ya furaha. Mungu anatupa nafasi kukutana kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti na kukaribisha uweze kuungana na sisi ukiwa eneo lolote lile. Unaweza ukatupata pia kwenye channel yetu ya YouTube na Facebook kwa jina la Jerusalem Family TV, Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Usisahau kusubscribe upande wa YouTube na usisahau kufollow upande wa Facebook, kama bado hujawahi kutusubscribe, kama bado pia hujawahi kutufollow. Wapendwa, karibuni tusali ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba, la Mwana, wa Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunakuinua, tunakutukuza, tunaamini kwamba e Bwana ni mfalme na hakuna mfalme aliye kama wewe. Tunaomba e Mungu tusimamie sasa, ili muda huu tunapoenda kusoma neno lako, ili e Bwana tuweze kulielewa. Hekima yako ituwezeshe ili sote tuendelee kutiwa uzima, sawa sawa na mapenzi yako, sawa sawa na makusudio yako. Tutenge Bwana na kila roho zote za miungu ya kigeni, nguvu zako Roho Mtakatifu zitusimamie ili sote tuweze kuwa salama katika mikono yako mitakatifu na kila mwenye pumzi aseme amen. Wapendwa, karibuni sana tunaendelea mbele kwa kusoma kitabu cha Isaya ile sura ya 59 na, na ile ya 60 mlango wa hamsini na tisa. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio la kisizito hata lisiweze kusikia lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone, hata hataki kusikia. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu; midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Hapana adaiye kwa haki, wala hapana atitai kwa kweli; hutumainia ubatili, hunena uongo hupata mimba ya madhara na kuzaa uovu, huangua mayai ya fira na kusuka wavu wa buibui. Yeye alee mayai yao hufa, na hilo livunjwalo hutoka nyoka. Nyavu zao hazitakuwa mavazi, wala hawatajifunika kwa kazi zao. Kazi zao ni kazi za uovu, na vitendo vya udhalimu vimo mikononi mwao. Miguu yao hukimbilia ya mabaya, nao hufanya haraka kumwaga damu isiyo na hatia mawazo yao ni mawazo ya uovu; ukiwa na uharibifu zaonekana katika njia kuu zao. Njia ya amani hawaijui, wala hapana hukumu ya haki katika miendo yao. Wamejifanyizia njia zilizopotoka; kila apitaye katika njia hizo hajui amani. Kwa sababu hiyo hukumu ya haki imbali nasi, twatazamia nuru na kumbe, la tokea giza, twatazamia mwanga lakini twaenda katika giza kuu. Twapapasa papasa kutafuta ukuta kama kipofu nam, twapapasa kama watu wasio na macho, twajikwaa wakati wa dhuhuri kana kwamba ni wakati wa ukungu; wa alfajiri kati yao waliowanda tumekuwa kama wafu. Sisi sote twanguruma kama dubu, twaomboleza kama hua, twatazamia hukumu ya haki, lakini hapana; na wokovu, lakini umbali nasi maana makosa yetu yamezidi kuwa mengi mbele zako, na dhambi zetu zinashuhudia juu yetu; maana makosa yetu tunayo pamoja nasi, na maovu yetu tumeyajua; katika kukosa na kumkana Bwana, na katika kugeuka tusimfuate Mungu wetu, tukinena jeuri na uasi, na kukusudia maneno ya uongo na kuyatoa moyoni. Na hukumu imegeuka ikaenda nyuma, na haki inasimama mbali sana. Maana kweli imeanguka katika njia kuu, na unyofu hauwezi kuingia. Naam, kweli imepunguka kabisa, na yeye auachaye uovu ajifanya kuwa mateka. Naye Bwana akaona hayo akachukizwa, kwa kuwa hapana hukumu ya haki. Akaona ya kuwa hapana mtu, akaastaajabu kwa kuwa hapana mwombezi. Basi mkono wake mwenyewe ndio uliomletea wokovu, na haki yake ndiyo iliyomsaidia akajivika haki kama dera ya kifuani na chepeo cha wokovu kichwani pake. Akajivika mavazi ya kisasi yawe mavazi yake, naye ya alivikwa wivu kama joho. kadiri ya matendo yao, kadiri ya matendo yao, kwa kadiri iyo hiyo atawalipa, ukali kwa wampingao, malipo kwa adui zake, naye atavirudishia visiwa malipo. Basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi na utukufu wake toka maawio ya jua. Maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao, uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Na mkombozi atakuja Sayuni kwao waachao maasi yao katika Yakobo, asema Bwana. Tena katika habari zangu hili ndilo agano langu nao, asema Bwana, roho yangu iliyo juu yako na maneno yangu niliyoyatia kinywani mwako hayataondoka kinywani mwako, wala kinywani mwa wana wako wala kinywani mwa wajukuu wako, asema Bwana, tangu leo na hata milele. Mlango wa sitini ondoka, uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu; bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako na mataifa wataijilia nuru yako, na ufalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana, wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia Wingi wa ngamia utakufunika ngamia, vijana wa Midiani na Efa, wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba, na kuzitangaza sifa za Bwana. Makundi yote ya Kedari yatakusanyika kwako, kondoo waume wa Nebayothi watakutumikia, watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali, nami nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu. Ni nani hawa warukao kama wingu na kama njiwa waendao madirishani kwao? Hakika yake visiwa vitaningojea na merikebu za Tarshishi kwanza ili kuleta wana wako kutoka mbali na fedha yao na dhahabu yao pamoja nao kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wako kwa ajili ya mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa amekutukuza wewe. Na wageni watajenga kuta zako na wafalme wao watakuhudumu, maana katika ghadhabu yangu nalikupiga lakini katika upendeleo wangu nimekurehemu. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamia, nam mataifa hayo wataharibiwa kabisa. Utukufu wa Lebanoni utakujia wewe mberoshi na mtidhari na mtiashuri pamoja ili kupapamba mahali pangu patakatifu, nami nitapatukuza mahali pa miguu yangu. Na wana wa watu wale waliokutesa watakuja kwako na kukuinamia, na wote waliokudharau watajiinamisha hata nyayo za miguu yako, nao watakuita mji wa Bwana, Sayuni wa mtakatifu wa Israeli. Na kwa kuwa umeachwa na kuchukiwa hata ikawa hapana mtu aliyepita ndani yako, nitakufanya kuwa fahari ya milele, furaha ya vizazi vingi. Utanyonya maziwa ya mataifa, utanyonya matiti ya wafalme, nawe utajua ya kuwa mimi Bwana ni mwokozi wako na mkombozi wako, mwenye enzi wa Yakobo. Badala ya shaba nitaleta dhahabu, na badala ya chuma nitaleta fedha, na badala ya miti shaba na badala ya mawe chuma. Tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani na hao wakutozao fedha kuwa haki. Jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako, ukiwa na uharibifu hazitakuwa mipakani mwako, bali utaziita kuta zako wokovu na malango yako sifa. Jua halitakuwa nuru yako tena wakati wa mchana wala mwezi hautakupa nuru kwa mwangaza wake. Bali Bwana atakuwa nuru ya milele kwako na Mungu wako atakuwa utukufu wako. Jua lako halitashuka tena wala mwezi wako hautajitenga. Kwa kuwa Bwana mwenyewe atakuwa nuru yako ya milele na siku za kuomboleza kwako zitakoma. Watu wako nao watakuwa wenye haki wote nao watairithi nchi milele. Mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana Nitayahimiza hayo wakati wake.